Maskini alimpa makazi bilionea wakati mvua ilimnyeshea. Mvua ilikuwa imenyesha ghafla juu ya soko la Gikomba, ikapiga mabati kwa sauti ya juu kama ngoma ya mwaliko ambao hakuna aliyeomba. Wafanyabiashara waliharakisha kufunika bidhaa zao, lakini mmoja wao, mzee mnyonge aliyejulikana kama Mzee Baraka, alisimama tu akishikilia mwavuli wake wa zamani uliochanika. Mzee Baraka omba omba alikuwa ombaomba, mtu aliyekuwa akiishi kwa kutegemea huruma ya watu. Hakuna aliyemwona kama mtu muhimu, lakini leo angeandika historia yake mwenyewe bila kujua. Wakati mvua ilizidi, kijana mmoja aliyevaa suti ya beigali, lakini akiwa amechoka na kupotea, alikimbilia upande wa kivuli ambacho Mzee Baraka alikuwa akikalia. Hakuna mwavuli na suti yake ilikuwa imelolewa kabisa. Baba, naweza kaa hapa kidogo? kijana huyo aliuliza akitetemeka. Mzee Baraka alimwangalia tu kwa muda mrefu, halafu akasogea upande ili kumpa nafasi. Kaa hapa mwanangu, mvua haichagui mtu, alisema kwa sauti ya upole. Yule kijana hakujua alichopata. Mzee Baraka hakujua pia kwamba alikuwa amemuhifadhi mtu ambaye siku moja angebadilisha maisha yake. Alikuwa hajui kuwa mbele yake hakukaa maskini, bali bilionea mchanga aliyekuwa akijificha kutoka kwa dunia. Kijana huyo alikaa kimya kwa dakika kadhaa, akivuta pumzi ndefu, kama mtu aliyekuwa na safari ndefu ya maumivu moyoni. Mzee Baraka hakumuuliza jina, hakumkagua wala hakumhukumu. Alimchungulia tu kwa jicho la huruma, jambo ambalo kijana huyo hakuzoea. Unaitwa nani baba? kijana aliuliza kwa sauti ya adabu. mimi ni Baraka, sina mengi, mzee akajibu. Kijana alitabasamu ingawa shingo yake bado ilikuwa ikitiririsha maji. mimi ni Musa. Hakutaja jina la ukoo, hakutaja kampuni wala hadhi yake katika nchi. Musa alikuwa mwarithi wa kampuni kubwa ya uwekezaji Nairobi, lakini alikuwa ametoroka mkutano fulani uliokuwa umemwacha akijisikia mdogo kuliko utajiri wake. Hakutaka mtu yoyote amtambue. Mvua ilipozidi, kijana mmoja aliyevaa suti ya bei ghali lakini akiwa amechoka na kupotea alikimbilia upande wa kivuli ambacho mzee Baraka alikuwa akikikalia. Hakuna na mwavuli na suti yake ilikuwa imelolewa kabisa. Mvua hii ni kali, ukilowa sana utaugua hata kama we ni mtu wa mjini, mwili ni ule ule, alisema kwa sauti ya upole. Maneno hayo ya kawaida lakini yenye uzito yaliingia rohoni mwa Musa kwa namna ambayo hakutarajia. Hakuna aliyewahi kumwangalia kama mwanadamu tu kawaida, watu walimwangalia kama pesa inayotembea. Leo mtu maskini kuliko wote sokoni ndiye aliyempa hifadhi. Watu walikuwa wakipita, walimuona mzee Baraka akiloa mvua Wakati Musa alikaa chini ya kivuli chake kidogo, wengine walimcheka, wengine walipiga kelele za kejeli. Mzee, umepagawa? mbona unampa huyo mtu kivuli wakati wewe ndio unaloa? Lakini mzee Baraka hakujali. ni mwanadamu kama mimi, niko hai, Mungu atanikausha baadaye. Maneno hayo yalimgusa Musa kwa undani. Hakuwahi kukutana na mtu ambaye alitoa bila kutarajia chochote. Mzee Baraka aliendelea kuwaambia wateja waliokuwa wakipita kuhusu elimu, msaada wa jamii na matumaini ya kuijenga kesho bora. Alikuwa mtu wa hadithi na hekima. Musa alimsikiliza kwa makini, akivutiwa. Mzee, mbona unaongea kama mtu aliyesoma sana? Musa aliuliza. Hapo zamani nilikuwa mwalimu, lakini maisha yalibadilika. Hakutaka kueleza zaidi lakini macho yake yalionyesha huzuni ya miaka mingi ya kupoteza kila kitu: familia, kazi, malipo ya uzeni. Musa alitamani kumkumbatia, alitamani kusema ukweli wake, lakini bado hakuwa tayari kusema kuwa yeye ni bilionea. Mvua ilipoendelea, soko likawa kimya zaidi. Wafanyabiashara walijificha, maduka yakafungua, na mabasi ya Muthurwa yakapiga miluzi za haraka. Musa alimwangalia mzee Baraka akitetemeka kwa baridi. Mzee, njoo ndani ya kivuli na wewe. Hapana kijana, wewe ndio umevaa suti, ukiloa utaugua haraka. Lakini Musa alimgusa mkono. Baraka, hata mimi ni mwanadamu tu. Walikaa pamoja kwa mara ya kwanza, Musa alihisi amani ambayo hata ofisi yake ya ghorofa 21 huko Apahil haikuwahi kumpa. Katika mazungumzo yao Musa alijifunza kuwa mzee Baraka alikuwa na binti aliyepotea, ya maisha yaliyovunjika, na ndoto ambazo bado alitamani siku moja zione zikifufuka. Lakini hata katika umaskini wake hakuwahi kuacha kuamini katika msaada wa jamii, mustakabali wa familia na nguvu ya watu kusaidiana. Musa alitambua jambo kuu: utajiri hauko katika pesa, uko katika moyo. Lakini bado Baraka hakujua ukweli. Hakuwahi kumlinda mtu wa kawaida. alikuwa amempa hifadhi mmoja wa mabwana wa fedha nchini Kenya. Mvua ilipokatika, Musa alisimama ili kuondoka, lakini kabla hajafanya hivyo, alimgeukia mzee Baraka. Baraka, asante, huenda siku moja utaniona tena. Mzee Baraka alicheka, kijana, watu kama mimi hatuoni watu wa mjini tena, lakini ukipata nafasi, njoo unisalimu hata salamu ni baraka. Musa alitamani kusema Baraka, mimi ni mmiliki wa kampuni ya Musa Holdings, mimi ni bilionea. Lakini hakusema, alihisi muda bado haujafika. Badala yake alimpatia shilingi mia mbili tu, sio kwa dharau. Hakuna na pesa ndogo mfukoni, kila mtu alimjua kwa kutumia kadi za benki, sio pesa tasamu. Mwanangu asante, mzee Baraka alisema kwa tabasamu la ukweli. Ubarikiwe safari yako. Musa alitoka taratibu akiwa na siri nzito moyoni. Alijua kuwa maisha ya mzee huyo yangekuwa sehemu ya hatima yake, na aliahidi ndani ya moyo wake, hii haitakuwa mara ya mwisho kumuona Baraka. Kesho yake Musa aliamuka akiwa na mawazo mazito. Alikuwa kazini Upper Hill, ofisi kubwa yenye vioo vinavyomulika jua la Nairobi. Wafanyakazi walikuwa wakimkimbilia kwa taarifa, maombi ya mikutano na maswali kuhusu uwekezaji wa kampuni. Lakini leo hakusikia kelele zao. Akili yake ilirudi Gikomba, rudi kwa yule mzee aliyekuwa akiloa mvua ili yeye apate hifadhi. Katika kikao cha bodi, meneja mkuu Bi Wangari alizungumza kuhusu mpango mpya wa Community Empowerment ambao ungeongeza hadhi ya kampuni na kuleta manufaa kwa wananchi. Lakini Musa alikuwa kimya akiwaza. Huyu mzee Baraka, kama ningekuwa na fursa ya kumsaidia, ingewezekana aje kuwa mfano wa mradi huo. Baada ya mkutano, Musa alienda ofisini mwake na kufungua pochi ndogo aliyobeba jana. Ndani yake kulikuwa na kipande cha gunia ambacho mzee Baraka alitumia kumfunika mvua. Alikigusa kwa upole. Hivi ndivyo mtu wa kawaida alivyomlinda, bila kujua thamani yake. Musa akasema kimoyomoyo, leo narudi Gikomba, lazima nimpate. Lakini hakujua kuwa safari yake ya leo ingefungua ukweli mzito kuliko alivyowahi kufikiria. Musa alifika Gikomba jioni wakati jua lilikuwa likizama nyuma ya majengo ya Eastleigh. Alipita kwenye vibanda mbalimbali akipiga macho kama mtu anayetafuta kitu kilichopotea moyoni. Mzee mwenye kibanda kidogo cha kivuli yupo? aliuliza. Watu wengi walimjibu kwa uzembe. Yule mzee hana kitu hapa. Mara yuko mara haonekani. Huyo mzee hana makazi maalum. Hatimaye kijana mdogo aitwaye Kamal alimwelekeza. Unatafuta Mzee Baraka. Leo alionekana upande wa soko la nguo karibu na daraja la Kamukunji. Musa alikimbia hadi eneo hilo. Alipomwona Mzee Baraka, moyo wake ulijaa furaha ya ajabu. Mzee Baraka. Mzee aligeuka taratibu. Uso wake ulipasuka kwa tabasamu la uchovu. Mwanangu Musa, wewe ni mtu wa ajabu. Siku hizi watu hawarudi kutuona sisi maskini. Walikaa pamoja chini ya kivuli. Baraka alianza kumweleza kidogo historia yake, jinsi alivyowahi kuwa mwalimu, jinsi mke wake alivyofariki, jinsi binti yake Neema alivyopotea baada ya maisha kuwa magumu. Musa alitulia, atimsikiliza kama mwana anayemsikiliza baba yake. Hiyo ndiyo siku ambayo siri ya familia ya Baraka ilianza kufunguka. Musa alitoa simu yake na akapiga picha za eneo la Baraka akisema ni kwa ajili ya programu ya msaada wa jamii. Hakutaka kusema ukweli bado, alitaka mpango wake uwe kamili. Baraka, ungependa kurudi kufundisha watoto kama ungepata nafasi? Mzee alitabasamu kwa huzuni. Mwanangu, umri umekwenda lakini nikipata nafasi ya kusaidia kijana mmoja tu kusoma, ingekuwa zawadi ya maisha. Maneno hayo yalimgusa Musa kwa kina, akajua kile anachotaka kufanya. Alirudi ofisini usiku na kuanzisha mradi mpya Baraka Foundation, empowering families through education and financial well-being. Hakuna mtu ofisini aliyejua msukumo wa jina hilo, lakini mantiki hilo moja tu anataka kubadilisha maisha ya mzee huyo kimya kimya, kwa heshima, bila kumbebesha aibu. Aliandaa mpango wa kifedha likiwamo makazi mapya, huduma ya afya na utafutaji wa binti yake Neema. Lakini kabla hajampa taarifa, alitaka kumvuta karibu zaidi. Alimtumia pesa kidogo kupitia kijana Kamal, bila kuweka jina lake. Baraka hakujua chochote lakini dunia yake ilikuwa karibu kubadilika. Siku moja, Musa alimuita Baraka kukutana katika hoteli ndogo eneo la South B. Mzee Baraka alikuwa na wasiwasi, hakuwahi kwenda sehemu kama hiyo. Walipoketi, Musa alipumua kwa kina: mzee Baraka, leo nataka nikuambie ukweli ambao nimeficha. Baraka alinyamaza. mimi sio Musa wa kawaida, mimi ndiye mmiliki wa Musa Holdings, kampuni ya uwekezaji ambayo unaisikia kwenye redio. Mimi ni bilionea. Baraka aliduaa macho yakafunguka taratibu. Wewe lakini, lakini ulikaa kwenye kivuli changu, ulinipa heshima kama mtu wa kawaida. Mzee wewe, ulinipa hifadhi wakati nilikuwa naumia moyoni Hakuna aliyejali kama ulivyofanya wewe. Uliniona kama mwanadamu, si kama pesa. Macho ya mzee Baraka yakaanza kujaa machozi. Lakini mwanangu, mimi ni maskini tu. Musa alichukua mkono wake kwa upole. Hapana Baraka, wewe ni mtu wa thamani kuliko utajiri wote nilionao. Baraka alilia kimya kimya kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, lakini kilichofuata Kilikuwa kikubwa zaidi. Mzee, nimeanza safari ya kumtafuta binti yako Neema. Baraka alifunga mdomo kwa mashangao, roho ikitetemeka. Wiki kadhaa baadaye, Musa alimleta Baraka katika ofisi yake kubwa Nairobi. Wafanyakazi walishangaa kumwona mzee huyo aliyevaa nguo mpya akitembea polepole pole, lakini mwenye heshima. Mzee Baraka, kuna mtu anataka kukuona. Mlango ulifunguliwa na msichana akakimbia huku akilia baba. Alikuwa Neema, binti aliyepotea miaka mingi. Musa alikuwa amempata kupitia rekodi za hospitali na makazi ya watu wanaotafuta kazi. Baraka alinamia sakafu akilia kwa sauti ya shukrani ambayo miaka haikuweza kuficha. Binti yangu, Mungu ni mwema. Neema alimkumbatia baba yake, wakitetemeka wote wawili. Musa aligeuka pembeni, macho yake yakiwa na machozi. Hii ndio nyumba yenu sasa, nataka mwanze upya na Baraka. Wewe sasa ni mshauri mkuu wa mradi wangu wa community empowerment. Utaongoza program za kusaidia wazee na watoto kupata elimu. Baraka alianguka magoti, lakini musa akamwinua hapana, mzee Leo wewe unasimama juu. Mwisho wa siku, baraka alisema: mwanangu Musa, ulipokuja kwangu niliona mvua, sikujua ni baraka imefika. Na hivyo mzee maskini aliyemwokoa bilionea aligeuka kuwa mwalimu wa taifa, akiongozwa na upendo, utu na hatimaye iliyomleta kwa njia isiyotarajiwa.